Aha, wametembea, wamejaribu kuenda kuleta ile mchezo wanaleta hapa katika manchi jirani. What has happened? Tukiambia watu that Kenya is so democratic, they don't believe it. Watu wanatoka katika taifa zingine wanakuja kufanya maandamano hapa, haya wamejaribu, hawakutoka kwa airport wameambiwa rudi kwenu, kama mnachezea kwenu mwende mcheze kwenu, hapa hatutaki, this is the reality. Na hii ndio nimekuwa nikiambia vijana wetu, wakati mnaenda nje, the moment unaingia kwa ndege na hizo miguu ziinuke, sheria ambayo itakuwa ni sheria ya ile nchi ambayo unaenda kushuka, sheria ya Kenya haitafanya kazi kule, ni sheria ya kule umeenda. Kwa hivyo kama wewe ni mkorofi hapa na ufikiri utaenda kufanya hivyo huko, my friend, haitawezekana.